karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako nakuwa kunasikiliza matangazo yetu mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. E, nafikiri ni wakati mzuri ambako tunakwenda kuungana tena ikiwa ni tarehe ngapi, ishirini na moja za mwezi wa tatu, elfu mbili na ishirini na tano saa sita hizi majira ya Afrika kati ikiwa ni saba Afrika ya Mashariki. Ndugu zangu, Minembwe hali imekuwa tete. E, Minembwe, M23 umekipata cha mtema kuni hapo, nazungumzia anazungumzia Red Tabara Twigwaneho Android ambao ni washirika wa M23 tatu, na pia maeneo ya Walungu ambako kumeweza kuripotiwa e, kautulivu kidogo baada ya mapigano makali ya waza waza huku wakijaribu kuperce mpaka kuingia e, maeneo ya Walungu Santre baada ya kutwanga kule Kaziba e, so mambo amekuwa ya anaenda yana e, jitanuatanua upande wa Kivu ya kusini e, RDF wako wanapata cha mtemakuni na wazalendo wako wanasogea wa upande wa Kivu ya kaskazini RDF wako wanasogea mbele na wazawaza e, wa waza, kule pamoja na FRDC wana sibire na wao pia so mambo iko ni hivi. Huku wazalendo h wa kivu ya kusini waliweza kufanya attack nzuri sana kuingia Nyantende e, kuingia Nyangezi. hii iko na maana gani? iko na maana kubwa sana lakini watu wako wanaona hivyo, kuna baadhi ya watu waone hivi na hivyo kuanza kuongea mambo mengi lakini kuna ujumbe mmoja ambao kwanza, kwanza itabidi tuusikilize tausikiliza <tosikiliza> kwanza kisha ndio nije niwaambie kwa nini nimewachieni huu ujumbe, mwa usikilize <tosikiliza> na pia kuhusiana na mazingira ambayo, uh, watu wako wanazidi kuuliwa maeneo ya, ya Bukavu so uh, ni jambo la kusikitisha, of course ni jambo ambalo linasikitisha na binafsi lina linaniumiza sana kuona watu jinsi wako wanazidi kufa eh, fasi ambako ku, watu hawakufanya chochote hawakupigana, lakini Bukavu watu wako wanazidi kupotea, na kitu kingine pia, hii kodi ambayo M23 imeweza kuimpose population waanze kuwa wanalipa. Empu ya mpya unaona, empu ya mpya, inabidi kila raia, kila nyumba iko inalipa hii hao ndio wakombozi hao. So, karibu sana bwana, karibu sana ndugu zangu e, najua sometimes, wakati mnaona mambo kidogo ya hendi, sawa wajua kwamba operation saidia muzalendo iko nkuu, iko marshi, kwa hiyo ni lazima tuweze kuingia field kwa ajili ya kwenda kufanya kila ambacho tunafanya. Big up sana kwa wote ambao wako wanatu, tu support, big up kwa wote ambao wako wanatutia wana nguvu e, pindi tunafanya operation yetu, so tunashukuru sana ndugu zangu na hii operation iko inaendelea, kwa hiyo tungane wote kwa pamoja kokote ambako huko na tusikiliza, ungana na Baraka 1 TV via operation saidia mzalendo, ili tuweze kufikia hatua ambayo tunataka kuanza hivi. Tunataka kuanza tena hatua nyingine, sababu mpaka hivi sisi niko naongea na nyinyi hapa, niko tarafani Fizi, unaona ya tu tarafani Fizi tulikuja kumzika mtetezi Kibukila ndugu yetu. Najua sisi ni wazee wa kuruka, kwa hiyo uh, baada ya hapa tutakuwa tuko maplane na tutaendeleza, maana kule ndo kuko front, kule ndo kuko vita ndo watu wako napigana, um, kwa hiyo tutafanya hivyo sasa. Kama bado unaweza kuwasiliana na Baraka One TV, namba ambayo kunaiona hapo kwa skrini yako, and then tutacommunicate ni na watu wengi ambao uh, wanaonesha Ndugu zangu, pia kwa wale ambao tuliweza kukubaliana juu ya kuweza kuchangia Baraka One TV mixer, pamoja na, na mashine e, nafikiri kuna baadhi ambao waliahidi kwamba watafanya ila bado hawajafanya, ndio mpaka sasa hivi niko nasubiria ili tuweze kukamilisha hii mipango yetu. So tunashukuru sana na hilo ni jambo la maana. Jambo lingine pia, tembelea Baraka One TV Channel 2, ya tembelea pale Baraka One TV Channel 2, uende ukutanane na vitu vingine vigongo vipya kutoka acheche, kutoka Baraka One TV. So ndo hivyo ndugu zangu, sikazi so, kushare pia na kusubscribe na kulike Baraka One TV channel tu ili uwe unapata hizi data uh, za, za kipekee kabisa. So tuanze na hii mimi nitakuachia kwanza uweze kusikiliza hii juu huu ujumbe watu mtu wanaozungumzia wazalendo ili kuingia Nyantende kuingia Nyangezi kupiga kisha unajiretire naweza kulalamika oh, kwa nini ni kuisha watu, watu papa, papa mama mwache uiwai yenye mko nayo. Sikia kwanza hii e, habari za asubuhi. Nashukuru na kuona ndugu yangu na kuona napokea salamu. Kwanza mimi kivinafsi e, bwana, kichwa hapa ni kama kichwa yangu haiko sawa binafsi kichwangu kabisa iko na pane najisikia sitapasuka. Kuna maulizo mengi sana yenye inanikosea hata na nafasi. Mi binafsi abenye biko watoka maubembe wapi wapi, banaingia Uvira bako naishia wapi? Uvira ni kusantre ya kuikala tu bakule Abibiku atoka makamituga wapi wapi wapi? Purkwa bachokoze kitu kenye hawajaweza hmm? Purkuwa bachokoze kenye ha habajaweza vrema kufanya hmm? Tutamalizika hapa maanage, batoto wetu bataisha, shie tutaisha, preisemet shie bazee, nani atatuzika chie baze nani atatuzika? Sasa kama wanajua basi nao hawatakuya watuambie tulilie mambo mengine kuliko kutuambia baende banakuya batomboshe kitu kenye kiko, balete hasira mbele ya simba mwenye anatuzunguka mbele, wanyama wakali, nzige na ngebe banatuzunguka. Kwa nini sibache basi, kaa banaona hawataweza nao kwa kutusaidia nonasikie mu musitoke munyumba mufanye hivi tunasumbuka na nanjale tuuwe nabe tunachunga habafike nachochote. Ebwana, ii naisukuma mugrupe meosi tuisukume na mafasi, tunasumbuka kama mutakuya uyi, kama mutakuya muwache kuliko mutumalizie batoto kutofika yenu, sa munakuye munapiga huku, batoto ya kule banaisha, biana wetu banaisha, na kama biana betu na huku, ni sababu ya hali yekuwa na pitika mungini. Hii naisema kama mojawapo ya wazee mwenye kuwa na buchungu. Bandugu yangu, tuna bangoya, njala inatutesa, batoto bana uwawa, bafie yetu bana bakwa, na maisha yetu inaendelea kuharibika na mumanyumba, tutoke na mai na nini? Mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka wakati gani hii tufikie na nyie kule mnatuambia tutakuya kesho, mutasikia hivi tutakuwa hivi bitafanyika. Mpaka lini? Mpaka tumalizike? Mutakuyongoza nini Bukavu? Mutakuyongoza nini Goma? Mutaongoza nini mafasi zote muko munasema? Unakuta njo wale mwalikali munasema, tunakuta tulikuwa tuusha kwa Nyantende njo nyibale tena Manyangezi na kutambuka sabatoto ya Nyangezi munabatia mudanje gani? Bandugu yangu kama bado hamujajipanga musituwishe, si ni damu yenu? Sisi ni bandugu yenu, damu yenu yenye na uchungu sana, si ni damu yenu. Musituwishe, mukifika nasikia machozi sana Musituishe ba ndugu yangu, tumeisha hapa, tumeisha tumeisha tumeisha Bukavu. Tunawaomba tunawaomba, nafikiri nafikiri um, tuanzie hapo hapo, ndo pa kuanzia na ndo nitaka mimi mi niweze kuanzia pale. Sevre, wazalendo waliingia Nyangezi, wakapiga Nyangezi, wakaenda Nyatende, wakapiga na Nyatende, wakasogea sogea, wakasogea sogea. Sawa sasa, um, mipango ya vita, jinsi niko nawambia mara mingi, tunabidi tukue ba responsable, tukuwe na siri. Niliwambiaga juu ya ma maeneo ambayo kuko ba, ba, ba snipers ba M23 na biko na maekipman zao. M23 sasa hivi na nasimika mpaka ile mamine mbulongo ushelewa, donc maeneo yote ya iea pale iea na sehemu zingine huko mamine zimanachache mumawa, mumaudongo, donc wanatega mamitego zimoja ambazo sisi wazalendo hatuko wajinga, hapana na kwa wajinga tunaelewa, mipango yote ambayo wako wanafanya. Na ndio maana kama unaona Sud Kivu iko ngumu kwa hawa magaidi wa M23, kwa nini sababu? Wanakutanana na wapiganaji ambao wanazoea pia kupigana. Unaona ile maeneo kule ambako kuko akina Foka Mike, ambako kuko akina Maeshe, ambako kuko wengine, ni sehemu ambazo zile zinadhibitiwa vizuri sana, ni watu ambao wanajua kupigana, wanaelewa. Kuna watu wanasema, oh kuna vikosi vinakuja kutoka wapi? vinaishia nani? Uh, Uvira, vikosi maelfu? Jamani, mipango haiendaki gisi. mwe mko mna mnatarajia, unafikiri Rwanda ni wangapi wako li. eh? na lini eh, tusiongelee tu si bo si si tu tunauliwa tu na kwa masakri na bara DF sawa, lakini bara DF ambao na si tu tunapiga, unafikiri ni wangapi tunawapiga? Wengi sana. Hawa jamaa walikuja plisi ya elfu kumi na mbili e, walikuja zaidi ya elfu kumi na mbili RDF. Lakini kipigo ambacho wako wanakipata huku kinafanya kule kwao ni ile tu uh, unajua mwizi kama, kama mtu alikuibia ali, ali kisha ile saa anataiba anapigwa kitu kizito analeka tu nini mm. mm. so, so, so. Mm. Kumbe anaungulia ndani ndo ile RDF na, na Mr. Skeleton wanaugulia ndani, lakini kipigo ambacho walipata ni kikubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuingia tu hivi Bukavu tu wazalendo bu, hapana, hapana. Huko mipango yenye iko inapangwa huko, mipango yenye iko chini chini ambayo Mungu wetu sikumtalamkia tu, mnaambiwa jamani ndo hivo o na naambiwa, msitoke msitembe tembe sana, ni hivo, mvumilie kwanza, kangali ka wakati, eh, kangali ka wakati mvumilie kwanza, msitoketoke kwa sababu wanasema buiwai yenye mko nayo ndo itawauisha. Leo hii bapomba solisyon ndo ndo biko naenda wanaonesha eh, batu biko wanauliwa na am ishirini na tatu. Mimi nishangaa watu kama watu kama hawa kinapomba solisi wenyewe walikuwa wanaachiwa uhuru, wakati wa serikali walikuwa wako vizuri, ndio wako wanaenda wana collaborate na M23. Na sio wewe, sio hao tu, kuna wengine pia mli ndani ambao Bukavu, wako wana collaborate na M23. Kwa hiyo ndugu zangu wa Bukavu, tujaribu kurelax na tusianze kulaani wazalendo, tuanze kuwatia pressure. Najua kuna watu ambao wanatumikishwa na M23 na kutoa taarifa za uongo ili ziwavutie wazalendo waje, na tunawaambia ngo hatutakuja ngo tuko na mipango yetu ambayo tunafanya. Ikikamilika ndio Bukavu mtashangaa, tunaingia Bukavu chapo kime kime ndone eh, naambia hivyo. Tuko mu identification kwanza, wapi na wapi kuko nini nini nini nini. Mimi niwaambia, wana Bukavu zunguruka Bukavu afu niletee madetai. Sikuwaambia acha wasikie hii yangu iko wazi, I yetu yenye iko siri ndio iko nguvu. Kile yenye iko wazi so adui, inabidi tumchanganye adui fo, tumpige huku na huku, tumchanganye adui asijelewe, kwamba ajui hao jamaa wanapanga nini, wako wapi, wanafikiria nini. That's it and that's what we are working hey, lazima tufanye hivyo lakini watu wanaweza ku complain, so complain sio vizuri, eh, kama vile ba najua kama vile wanadamu eh, unaweza sometimes unaweza ku complain, lakini it's not good, ku complain sio vizuri, eh, kisha angalia huko na complain baai bu bandugu yako acha hivyo uh -huh. achene hivyo. Bukavu wameweza kuimpose tax mpya. Eh, t wanatia tax abo mpya kama ni tax kama ni, ni empo. Eski Empo tax apana? Kama atujubokikli ni, ni, ni, ni, ni, ni. Hatujui uh, kama hii ni nini. <laughs> Lakini wanaiweka kwa kila nyumba. Selon, explication. Eh, explication inasema kwamba hii boro inawekwa kwa kila nyumba kila samedi mtu anakuwa analipia nyumba na uchafu, ah, ah. Kila samedi unalipia demi fra, kila Jumamosi unalipia. Sasa wa, watu na complain hatuna kazi, atufanye biashara, hizi pesa za kulipa tutazitoa wapi? Benki zote zinafungwa, hakuna movement hakuna kwamba pesa iko kwa circulation hakuna. Sasa tutatoa pesa wapi? Kwa hiyo <gayoi> eh, Dominiko anasema kwamba hawa jamaa walijiita kwamba wao ni wakombozi, wanakuja kukomboa wa taifa, wanakuja kusaidia wananchi, wanakuja kupigania nchi, wanakuja uongo, uongo, uongo, uongo, uongo mtupu. We mwananchi, ambaye umekuja kumsaidia jinsi unavyodai kwamba unakuja kumsaidia mwananchi, haya, utamsaidiaje mwananchi ambaye hana kazi ambaye hana chochote, kisha namwambia awe na kulipa pesa. Jamani mm, mwananchi hana kazi, hana lolote, afanye chochote, awe na kulipa pesa juu. Hiyo pesa yeye ataitolea wapi? Kwa hiyo hiyo ndio ambayo imekuwa impose kwa ndugu zetu wabukavu na wako na wana, wanalalamika mazingira mengine ambayo ni ya kusaba ya, ya kusikitisha e, kansa yao kule, kunasemekana kuna shimo kubwa ambalo limeweza kuchimbwa na magedi ya M23 na ndo wako wanafukia vijana wetu mle ndani, wanakotoa kwenu. Wewe unaenda jeshini, unajua kwamba wanaenda kukufukia mle ndani e, wana wa, wanawaua vijana wengi sana kwa hesabu ambazo nimezipata tokea juzi e, watu mia nne na sita ndio wanasadikika kuwa wamekwisha kuliuliwa ovyo hovyo hovyo na hizo zingali hesabu e, za rejareje, lakini kwa jinsi hali kunaonekana hesabu zazidi kupanda kufikia zaidi ya watu elfu moja na mia tano mpaka sasa hivi, tokea hiyo tarehe kumi na sita za mwezi wa pili ambapo magedi hawa waliweza kuingia ndani ya mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Taarifa zingine ni kwamba baada ya mapigano na utulivu umeweza kurejea maeneo ya Walungu. Walungu imekuwa ikishuhudia mapigano kaza wa kaza na wazawaza waza wamekubali kumwaga damu na kutokuridhika kuwaachia hawa magaidi waweze kuendelea ku, uh, kuendelea kutawala, kutawala maeneo ya Kivu ya Kusini huku wakiwapiga kila siku M23, yaani kila kukicha leo wanaingia leo, wanaingia mimi niliombea kwamba kutoka tunafanya system ya e, eh, choma M23, unaingia unapiga unatoka, una unaingia unapiga unatoka, sababu so, ile inatusaidia. Kwa mfano kisi tulifanya Nyangezi, Nyantende na wapi, sawa so, pale kuingia Duzi deja tukaele Kipere, puf tukangusha Duzi, unaona, pale tukachoma magari mawili ya magari yao mawili, ndio pale kwa, kwa upande wa wa, wa usafiri tunaangusha chini. Majeraa kama senk hivi apres deje, tena tunaingia tena tunapiga vengine dis apre deje vengine senk apre deje vengine trois dis duz, tajikuta mwemwatushamaliza ata ata ni ata ata bata yo mzima unone. Na hii leote ni mipango ya, ya kazi ambayo iko nafanyika. Sasa Walungu, maeneo ambako kulikuwa kuna e, mapigano makali na ambayo wazalendo waliweza kuwakongota vibaya M23, maeneo ya e, Malangiro, kuna Burega, kuna Chibarama na Chigala. Haya ni maeneo ambayo e, kulikuwa mapigano makubwa, na ikiwa ni kilomita mbili tu kuingia ndani ya mji wa Walungu. So hiyo ikiwa na maana kwamba wazalendo wako na wanasonga mbele na wanaonekana eh, kuwa determined na hatua ambazo wako wanachukua ni hatua za muhimu kwa ajili ya kuimarisha, eh, kuimarisha taifa na kuimarisha vikosi na kujiimarisha pia ili kuweza kumtoa adui ambaye anaonekana kuwa mwiba kwa, kwa Kivu ya Kusini. Niko namwambia kwamba Sud Kivu iko tofauti sana na Nord Kivu, mu mafasi zote wazalendo wa Sud Kivu eh, uh, wako tofauti na Nord Kivu, unaona. Ambacho sisi sisi tulifanya kwanza Kivu kitendo kwanza cha kuwa desarme wa FRDC, ile ni acte moya yenye ilitupa pupua, unaona. Juu uh, tunajua kuko ba militaire yetu ebiko corrompi ba general, ba colonel, ba bali kula rushwa franga za M23 Yalo, ile kula franga ya M23 ilikuwa inawafanya wao kujiona kiwako wow, speciali sana. Mimi uh, niliwaambia Uvira. Niliwaambia jamani, nyinyi msifanye bread fairy na wazalendo. Ah uh -uh. Jinsi wazalendo wacha sema kwamba nyinyi mko mnakula rushwa. Fanyeni hivi. Mshakula rushwa, mshakula pesa. Wachieni silaha wao wapigane. Mwe msepe.

Donc mateni zote <laughs> ote iko na maana gani? Siko naisema vibaya FARDC, lakini niko najaribu kuonesha kwamba quelquefois wakati eh, mzalendo anakwambia kwamba mimi nitafanya hivi juu ya nchi, wewe una haja ya kubishana naye oh, juu niko forme Israel, niko forme sijui wapi. Ile forme yako ni ya bongo papa formation ya mwanajeshi ni muvita. Ile mataktiki yote manini ni ya muvita ino. Leo mzalendo anamstope M23 asiavance kama ashavuka Sidkivu zamani lakini Sidkivu inasimama sasa. Ndugu zetu wa Norkivu wao walichelewaga sana, walikuwa hawaelewe michezo ya wa, FRDC. Ino, ino, ino, ya wa FRDC unaona ile kutolewa michezo ya FRDC ndio iliwapa access mpaka leo hii Norkivu Unaona, mosi territoire za za za Nord Kivu sent kesi kwa mikono ya barabara, unaona sent kesi kwa mikono ya teroristi doki. Na kweli kuna mambo moja ya, ya ya kusikitisha, na ndio maana vijana wetu huku Sud Kivu walisimama wakasema no, sie hapana, lazima tusimame kwa ajili ya kutetea taifa letu, na taifa letu ndio hili hili, hatuna taifa jingine zaidi ya ile hapo so Uh, baada ya hivyo, um, tuzungumzie masuala ya Minembwe ambako Minembwe kumeweza kuripotiwa mapigano makali, na haya mapigano ni kati ya Twigwaneho, Red Tabara pamoja na Wazalendo ambao wanasaidiana na FRDC ambao wameweza kukaa kwenye mstari na kupambana mpaka sasa hivi e, idadi ya waliofariki katika mapigano hayo hayajaweza e, kutolewa rasmi, lakini inasemekana kwamba FRDC na Wazalendo wameweza kufanya kazi kubwa na kuwakunguta vibaya magaidi wa m ishirini na tatu, Redi Tabara, Twigwaneho. Maeneo e, ambayo walikuwa wanapigania ni maeneo ya Kawera. E, Kawera iko kilomita sita hivi na Minembwe santre ambako awali ilikuwa mikononi mwa FRDC baadaye magaidi wakaja wakaingia pale baada ya mambo yaliyofanyika fanyika na hivi uh, magaidi wanakosa sasa maeneo pa kushikilia kwa sababu kila kona wako wanajikuta kwamba wazalendo wanawazingira na hivi wanaendelea kupigwa cha makuni sasa uh, baadhi ya, ya watu ambao wanajiita ni wenye mulenge wakina Mwezi Nyarugabo wako wanalalamika kwamba Eh, eh, authorities na wasalendo wako na uwarai. So, so, so mina juliza, eske tuigwane ni, eh, ni raia ama ni wanani? He? Eh? Nyarugabu, na utu na yo. Sirutu yo nyarugabu, nga naibike, yo uzaka na mutema nini? Yo i, i, ipareke uzandoki. He? Eh, ipareke nyarugabu kaka uzaka Yo soki ba, ba wazalendo ba

Atuwakatai, atuwakatai lakini inabidi ufasirie. Kwa hiyo Twigwaneho kule wamepigwa. Twigwaneho ni magaidi. Twigwaneho already tabarakaka sesonda rebel, le terroriste, yaba ni mafu, point focale ya terroristi ya M23. Na wanasema ukitembea na terroristi na wewe pia uko terroristi. Ukitembea na mwizi na wewe pia uko mwizi. Kwa hiyo Nyarugabo metwasi na utulie kabisa uwache maneno mengi mingi, mingi. E, bado huku waza waza wanaendelea wana, wana kuchapa kazi. So ndugu zangu hiyo ndio matukio tuko nayo kwa mchana huu wa sasa hivi. Tukutane majira ya saa tisa kwenye habari zingine za moto.